Kila mtu amekuwa akikwambia kwamba nidhamu binafsi ndio funguo ya mafanikio, lakini hakuna aliyokuambia kwa nini nidhamu binafsi ndio funguo ya mafanikio. Mimi leo hii nitakwambia kwa nini nidhamu binafsi ama self-discipline is the key to success. Watu wengi huwa tunataka mafanikio ya haraka, tunataka pesa, tunataka majumba, tunataka biashara inayonara, lakini wachache tu ndio wako tayari kuweza kulipa gharama ya kweli. Sasa katika kulipa gharama, hapa ndipo unapoingia umuhimu wa kuwa na nidhamu binafsi kwa sababu ukiwa na nidhamu binafsi itakufanya uendelee na kazi ama uendelee kupambana hata katika kipindi ambacho utakuwa hauna motisha. Sio hivyo tu, unavyokuwa na nidhamu binafsi itakufanya uendelee kusonga, itakufanya uweze kupita kwenye kwenye vipindi vigumu. Lakini pia unavyokuwa na nidhamu binafsi itakufanya uwe na muendelezo. Leo hii unamkuta kijana ana ambition lakini ni less. Unamkuta kijana ana ndoto kubwa, ana malengo makubwa, lakini huwa anafanya vitu kwa kuacha anazifukuzia ndoto zake kidogo, anakuezi kuchoka naache. Sasa ukiwa na nidhamu binafsi itakusaidia kuweza kufanya vitu kwa mwendelezo, kwa maana itakusaidia kuweza kuwa na consistency. Hizo ni baadhi ya umuhimu ambazo nimekutajia wewe wa kuwa na discipline ama kuwa na nidhamu binafsi. Kama kuna umuhimu mwingine wa kuwa na nidhamu binafsi unaweza ukaniandikia hapa kwenye comments, nami nitapitia na nitakujibu kwa ufasaha zaidi.